Ebana eh, ni kwambie tu ni mwendelezo wa zile habari motomoto eh, habari za kimichezo na niko na direkta eh, watawi la Chang'ombe maduka mawili tuna wakela. Asalamu aleikum. Wa aleikum salaam. Habari za muda huu? Habari za muda huu nzuri. eh, ebana hmm. Watani Young Africans wako visiwani Zanzibar, tiketi zao zile ambazo walikata kwa ajili ya kuingilia Benjamin Mkapa Je, yeah, mtawaruhusu kuingilia tiketi zile new amani complex kwa ajili ya kuhakikisha kuwa hili tunabeba nani hao Yanga mm. wako Zanzibar, wako Zanzibar wakiwa wamefuta nini, kufuta nani nini waunga mkono? Hapana mm. hii Yanga ni kazi ambayo hawaiwahusu mm. Wao kama wamekwenda wamekwenda tu kwa njia za majungu zao, kata tiketi lakini na nafikiri sisi uongozi wetu mm. umeshatoa taarifa mm. kwamba hao waliokata tiketi kwa ajili ya mechi ha maana yake mpaka kwenye Simba Day walikata tiketi kwa ajili ya mechi ya fainali na walioifuata ni mechi ya fainali. Sasa unapowaambia Simba Day, wanasema ni kama kuna hali fulani ya utapeli inaingia. Wenye shughuli hii ni nani? Wekundu wa Msimbazi. Sasa sisi ndio tunatoa taarifa mm. kama walikata tiketi, hakuna mtu ambaye waliwaita wa, wa, wa pale kwamba njooni mje muangalie mm. kwani wanauliza mlikatisha tiketi kwa, kwa, kwa, kwa mchezo gani? Sasa tunatoka sisi, sisi wanasimba sisi mm. ndio tujibu mm. sio wao mm. wao wanabidi wadili kule kwenye watu chezi kule mm. Yeah, ndio maeneo yao ya kudili mm. Lakini huku kwa Simba huko yeah. Sisi tuna viongozi wetu tena wako bora kabisa mm. Baada ile tukio kutokea maana tunajua kwamba sio wao mm. Paka tunakwenda paka siku zinazidi kwenda maana taarifa ilikuwa zinatoka kwamba ngome itapigwa wapi? Uwanja wa Taifa. Nafikiri watu wa serikali na nini walisimamia lile. Kwa hiyo mm. kuna watu wanatoa lawama kwamba viongozi wa Simba wamefanya utapeli, lakini sisi tunaamini sisi tuna viongozi ambao wamesimama kwenye levu mm. yao Mm. Baada ili kutokia kutoka, wamerudi wamekaa, wameshauliana, wamekuja na taarifa kutuambia sisi mm. kwamba sisi hii tutabidi tukate tiketi nyingine mm. hizi ambazo zimeshakatwa maanake mm. watu watatumia kwenye sherehe yetu mm. ya Simba Day. Mm. Simba Day. Umeelewa vizuri. Bali nafikiri mashabiki, wanachama, watu wamekubaliana hiyo. Sasa ukija kuniambia kwamba mtu wa Yanga katoka pakaenda Zanzibar eh? Hmm. Anaenda kwa hoja gani? Ana tiketi ya kutokea wapi, tiketi ambayo ina inamruhusu kuingia mchezo wa fainali? Sasa taarifa imetoka, na yeye na yeye hmm. asubiri kwenye Simba Day, asubiri kwenye Simba Day kwa sababu taarifa imetoka kwamba kwa umma kwamba watu wataingia kwenye Simba Day. Kwa hiyo na yeye awekeze, asubiri kwenye Simba Day, kwenye Simba Day wadai mwarudishie pesa zao, warudishie na nani hmm. wani pale waliitwa pale hmm. si amekuja mwenyewe? hmm. eh hey, kama umekuja mwenyewe mbona hmm. huku kwa hawa wadai hmm. wana fainali wa, wa kombe la la CRDB Foundation hmm. hmm. Wanamsubiri ambaye ataingia mbele yao, aidha ni Simba Sports Club, aidha ni Singida Black Stars. Kwanza ukiniuliza maswala kama hayo, mimi sijui kama Yanga, sasa, wanacheza ligi wanacheza sijui kama wanacheza ya mashindano. Wako CRDB wameingia finali wanatoa JKT. Ah basi ndio unaniambia nah, yeah. hmm. kwa sababu mimi nimeona ile tangazo la hata kwenye magari ile wanasema hatuchezi ngoo. Sasa ukija kuniambia kwamba Yanga huko kwenye mashindano haya mimi wewe ndio unaniambia. Mm. Lakini mimi taarifa maana naiona ya Yanga wanamsema wao wenyewe unajua. Hao wenzetu hawajastiki kwenye mpira mm, hao wenzetu wamestiki kwenye vichekesho mm, kwa sababu ukija kuniambia kwamba kuanzia viongozi wao, mashabiki wao mm. Unajua kuna kauli moja, yule mzungu au kuna ndugu yangu ambaye yuko Tegeta huwa anamuita Kalikonji mm, ile kauli aliyosema ndani ya Yanga, wenye akili wa kuwawili mimi mm, nakubaliana nayo kweli huyu mzungu taarifa kwamba sisi hatuchezi, alafu tena mnarudi tena, hawa watu waigizaji wa na ndio maana Kali aliwaambia nyinyi kama mpira umemshinda kwenye maigizo, wakaona kama wametukanwa, lakini yule mzee alizungumza ukweli kabisa kwa sababu ni watu wa maigizo. Mechi imeirishwa, sawa, wanakuja pale, wanaingia wanjani, alafu wana unatoka we weunakuja kusema kwanza, hawa bodi ya ligi kwanza wameendelea sana kuwalinda Yanga kwa sababu kwanza kitendo cha kwenda uwanjani wakati mechi mm, kwanza imeirishwa, kwanza wapigwe rungu kwanza, mm, kwa sababu nyinyi mmepewa taarifa kwamba leo mechi hamna, leo mnachukua mabasi mnaenda kule sawa, tunakubaliana na hilo. Baada kuwa wamefika pale, maanake Simba wakutokea siku ya mm, Jumapili, siku iliyofuata wakaenda mpaka Bunju, mm, wanasema tumemfuata mai wetu, mm, ee uzuri mm, hawakukuta mtu Yani ukitaka kugundua kwamba ni watu wa maigizo yani ndio ushangae hawakukuta mtu wakarudi wamerudi wanakuja tena kupangiwa bana mmeleta kipengele sasa Baada ya kupangiwa wanasema sisi hatuchezi sasa kule bunji walifuata nini sasa mmeleta kipengele sio kipengele hao ni watu wa maigizo sasa huku tuachane nako tuzungumze hili swali ambalo tuko nalo hawa wewe waache ndio mfumo wao ndio maisha yao ndio haya kwa hiyo tuwachane na hao watu wa maigizo kwa sababu sisi tumeshazoea kuna kina Juti. Sasa leo tunakuja kuona klabu ya mpira wanatuletea mambo kama yale, hali vichekesho, na unakuta jinsi ulivyo viongozi wao na mashabiki wao wanaunga muundo ule ule, hatuchezi kweli. Mpaka nikuona waheshimiwa bungeni pale, anatoka mbele anasema mimi hatuchezi, yale vitu vya ajabu sana. Kwa hiyo mchezo wa fainali ambao unakwenda kuchezwa eh, visiwani Zanzibar Alex Berkane wanakuja wakihitaji goli la mapema, kama ambavyo wameeleza kocha wao. Sasa huko ulikozungumza ndio kwenye huku ndio watu wa mpira mm. Sasa tunaweza tumerudi kwenye mpira. Mimi nafikiri Simba tumekwenda kule, nafikiri tulifanya mistake tukafungwa goli mbili mm. Lakini baada ya kocha kuwa kuangalia kile kikosi chake, baada ya kuja kufanya mabadiliko, nafikiri tuliona timu imesimama. Tumefungwa magoli ya mapema, hatukurutu tena goli, kwa hiyo na sisi wamekuja Zanzibar. Kuna watu wengi sana wanazungumzia Zanzibar, sisi tunakwenda kama wageni sisi. Zanzibar ndio maeneo yetu sisi, kule nyuzi ni nyumbani, lakini tunashuhudia mnyama akicheza aki Benjamin Mkapa ndo sehemu pekee ambapo anaweza kupata matokeo na kufanya maajabu visiwani Zanzibar. Itakuwa ni ngumu kiasi gani kwa upande wa Simba, kwani mpaka tunaingia fainali tumeingilia wapi? Benjamin Mkapa sio Zanzibar, acha mkono kwanza, umecheza Zanzibar eh? Zanzibar ndio imetupeleka hapa sasa, unaikataje kama tuliweza kuingia kwenye fainali, sisi tuko tuko Zanzibar. Hii sehemu unaikataje? Kwa hiyo sisi sio wale, hatuchezi sisi. Tutacheza game na mechi hii, nakwambia mimi, nakwambia walahi, mimi nakwambia wale jamaa wa, tui kombe tunachukua. Lakini kama Simba wana wanakuwa na hali fulani hivi ya makosa madogo madogo ya kibinadamu katika safu ya ulinzi, tunashuhudia hata aina ya magoli ambayo wamefungwa, wewe unalizungumziaje ili na unapata jeuri ipi kuelekea katika mchezo wa marejeano? Kwanza sila yetu ya kwanza sinazungumza kocha. Nafikiri kocha na ndipo nikawa timu kuna kocha. Nafikiri kocha baada siku ile tunafungwa zile goli mbili. Tena nafikiri kwenye interview yake alisema hata kama tutasema waberekani tucheze hapa hapa, basi tupangiwe hapa hapa, sisi tutacheza hapa hapa. Maana kuna kitu yule alikiona. Unajua katika miaka yote ambayo mimi nimeanza ime, ime kuifuatilia Simba kuna makocha kule wamepita ni wazuri mno lakini yule Fadru Huyu ni kocha mmoja mzuri sana kwa sababu kwanza anajua kusoma mazaifu ya mpinzani zuri. Kwa hiyo sisi tunajua kabisa kwamba ameshawasoma wale, wapi nguvu zao ziko wapi. Nafikiri ameafanyia kazi na sisi, matokeo tutapata, wala ina shida yote zaidi ya matokeo ambayo yametokea Morocco. Mimi nimekuambia hili kundi la wachekeshaji au wanajitekenya wenyewe, wanacheka wenyewe. Sasa wao wakiwa wamefurahi kwa sababu una unaona huyu mtu kwamba uwezo wao sio watu wa mpira, kwenye vichekesho wapo. Ye, wakati ananicheka mimi, mimi nimeanza hii hatua kutoka mwanzo mpaka nakuja namalizia. Sasa kwanza, kabla ya kutucheka sisi, je, wao walijicheka? Walituambia hapa pana chama pana dube pana nani, waliishia wapi? Kwa hiyo sisi kutucheka kwao sisi ndio kutupa sisi morali kwanza, nataka uendelee kucheka hivyo hivyo toa lai na wito sasa, kwa wapenzi wa Simba Sports Club, mashabiki na wanachama kwa ujumla, juu ya hiki ambacho wanaamini na wale ambao tayari wamekwisha yumbishwa katika imani ya kuamini kuwa Simba ana uwezo wa kwenda kufanya maajabu visiwani Zanzibar. Mimi nafikiri mwanasimba, mwana mwanachama, mshabiki hawawezi wakayumba. Mimi cha kuomba tu kwamba watu wakate tiketi kwa wingi watu wahudhurie uwanjani kwenda kuwapa wanajeshi wetu nguvu. Sisi matokeo tutashinda, wala bila ina shida yote. Tena sio kushinda, maanake tutachukua mwali kikombe chetu sisi, tutachukua na nakuahidi, mwandishi wa habari, tukikipata tu cha kwanza tu tunapeleka jangwani pale, tunapeleka jangwani, tunapeleka jangwani. Eh? wanapenda makombe wale <laughs> ndio maana kwenda walivyokwenda Kafu wameenda kudai nini, sekunde tatu ili wapate nini? Okay, huyo ni director Watawi na nyuma ya kamera ni director Lunde. Na mimi hapa nilikuwa ni Njiva Othman. E, nilikuwa nikikuhabarisha juu ya kile ambacho kinaendelea hapa Chang'ombe, e, maduka mawili tawi hili kauli mbiu anasema tunawakela. Bana nikwambie sina la ziada kwa muendelezo wa habari. Usisahau kuendelea kutufuatilia. Bonyeza neno subscriber kisha alama ya kengele.